Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Deborah Mwangomo, ni Licensed Professional Counselor Associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaenda kujifunza kuhusu majonzi, misiba, huzuni, simanzi, uh, au kwa neno moja la Kiingereza grief na jinsi inavyoweza kukuathiri. Kwa hiyo tunaanza kuangalia majonzi yanavyoweza kukuathiri. Majonzi au misiba ni kitu gani? Ni mwitikio wa kawaida kabisa wa kimwili, kisaikolojia, kihisia, hata kiroho, unaotokana na kupoteza mtu au kupoteza vitu ambavyo unavithamini. Kwa hiyo majonzi yanatokea ukipoteza mtu au ukipoteza vitu. Watu wengi wanalia sana ukipoteza mtu uh, wa karibu au uh, hata mtu asiye na karibu. Lakini pia majonzi yanatokea unapopoteza mali, labda unaona kama nyumba yako labda imeungua au Uh, gari limeanguka, utahuzunika na utapitia process hizo zote za majonzi, ambayo ziko sawa na kupoteza mtu. Alafu majonzi pia yanatokea kupoteza afya. Kama ulikuwa na afya yako nzuri, ghafla unaambiwa una ugonjwa, una terminal disease ambao utakufa labda baada ya miezi sita, ni kwamba utakuwa na maumivu ya mengi sana, kwa sababu ya kuweza kutegemea kupoteza hivyo vitu. Au mahusiano yameharibika, kuna watu wengi wanapata majonzi kwa sababu ya divorce au urafiki umevunjika, wengine uchumba umevunjika. Tunaonaga watu mpaka wanafikia kunywa sumu kwa sababu ya ile huzuni na simanzi anaokuwa nao kwa sababu ya kupoteza hivyo vitu, ni kitu cha kawaida. Au mwingine ndugu amejitenga, ndugu mlikuwa naye karibu kabisa, mnashirikiana, unakuta labda ni mtoto au ni, ni dada ni kaka, ameamua kwa kuanzia leo sishirikiani tena na nyie na amia mbali na siwataki tena. Majonzi unayoyapata ni makubwa pia sana, ambao utapitia hizo hatua ambazo tutaenda kujifunza kama tu hatu unavyopitia hatua ukifiwa na mtu kwa hiyo uh, majonzi ni kitu ambacho kina hit hard, kinaumiza sana, ni kitu kikubwa sana, ni mwitikio wa kipekee na wa kibinafsi. Kwa hiyo kila mtu ana experience majonzi kwa namna yake ya kipekee kabisa. Kwa hiyo wewe kama ulikuwa na majonzi yako umepitia kwa namna fulani, sio kwamba mtu mwingine pia ata experience kama ulivyo experience wewe, ni kila mtu anakuwa na namna yake ya itikia au majonzi. Na majonzi ni natural healing process, kwa hiyo ni hatua ya kiasili kabisa ya uponyaji. Kwa hiyo vyovyote mtu anavyo experience, ni kwamba ni hatua ndio inatakiwa iwe hivyo kwake yeye. Kwa hiyo utakachopitia wewe uliyefiwa, na kama kilikuwa tofauti na mtu mwingine anachopitia akifiwa, ni sawasawa kabisa, kwa sababu ni kitu very personal na ni kitu very unique kwa kila mtu. kwa hiyo ukubali tu watu wengine wanavyoomboleza bila kuwalaumu au kumdirect kwa kuna namna fulani natakiwa alie. Hapana. Majonzi yanaathiri kila eneo la mtu. Ni kwamba majonzi yakitokea, yani ukiwa hit na msiba au simanzi au kupoteza, hiyo grief ikikuhit ni kwamba yanaathiri mfumo wako wa neva, ni kwamba yanaathiri sympathetic nervous system. Na kama nilivyoongea kwenye video nyingine, ni kwamba zilizotangulia, ikiwa activated, ni kwamba unakuwa unakosa hali ya utulivu na uh, inakufanya uwe katika hali ya kujihami. Mwili unakuwa katika hali ya kujihami, kwa hiyo mtu hisia zako zitaathirika. Uh, tunaona watu wengi kwenye wenye majonzi wanakuwa na huzuni, hasira, hatia hizo, na, na hisia nyingine nyingi sana kimwili ni kwamba kwa, kwa sababu stress hormones zimekuwa uh, uh, activated, ni kwamba unaweza ukapoteza kinga kinga za, za mwili wako kwa zinapungua. Kwa hiyo ni rahisi sana kupata magonjwa, unakuta watu wenye majonzi wengi anaanza kusumbuliwa na tumbo, kuumwa kichwa, ataumwa mgongo, kukosa hamu ya kula, kukosa usingizi au kulala sana, uh, kukosa utulivu na kila aina ya kujisikia kihisia, kimwili inaweza ikatokea. Kiakili ni kwamba watu woga wanachanganyikiwa kwa sababu majonzi yanakuwa yamekuvuruga, yamevuruga mfumo wako wa neva, yameamsha uh, stress hormones, kwa hiyo unakuwa katika hali ya, ya kujiamini. Nakuta mtu umechanganyikiwa kwa sababu ya kutokuamini mambo yaliyotokea. Na kiroho, mtu unaona kama uh, Mungu amekuacha au Mungu akupendi au Mungu wa kujali. Kwa hiyo unaanza hata kumquestion Mungu au kumchukia Mungu kwa sababu ya mambo alivyoruhusu mambo yatokee jinsi alivyotoka. Kwa nini ajani, ajani protect? Kwa nini ajazuia mambo yasitokee? Kwa hiyo ni kawaida kabisa mtu akipata majonzi anakuwa na reaction kimwili, kiakili, kihisia, kiroho, kisaikolojia na kila hali zinakuwa zimeathirika kwa sababu yuko kwenye survival mode. Sympathetic imekuwa activated. Sasa napenda pia ufahamu kama kipindi cha majonzi ni kipindi kigumu sana kwa kila mtu anayepata majonzi. Amna mtu anayeteka majonzi easily, amna uwezo kumwambia mtu take it easy wakati amepoteza ndugu au amepoteza mali zake, huko kati kati ya majonzi unamwambia take it easy, sijui fanya nini. Hapana, sio vizuri, kwa sababu ni kipindi kigumu ambacho unaona ni giza. Watu wengi wanaona kama yani get stuck kwenye hiyo situation na hajui hata lini majonzi yatamwisha. Kwa hiyo ni kipindi cha giza sana. Mabadiliko ya kihisia yanatokea mara kwa mara kwa sababu huko katika hali ambayo ni sympathetic inafanya kazi. Kwa hiyo unakuta mtu labda unajisikia huzuni, utakuwa unajisikia uh, saa nyingine unajisikia hasira, saa nyingine unaona kama umeaccept kitu, saa nyingine unaona kama umeshindwa kabisa, uko down sana, saa nyingine unaona kama uko beta, unaweza uka move on. Kwa hiyo ni hisia zinabadilika badilika wakati wa majonzi na ni kawaida kabisa. Kwa hiyo, si kwa hiyo usishangae kwa mbona tumemwona jana kama anaendelea vizuri leo anaanzaje kulia. Ni kawaida kabisa. Safari ya majonzi ni kwamba haiko straight. Sio kwamba iko straight, ni kwamba leo utajisikia hivi, kesho hivi, nakisukuta umepona. Hapana, unaweza ukaanza hata umepata majonzi, wengine wanaanza tu, anaanza kujisikia vizuri, unakuta anaanza kulia baada ya muda. Kwa hiyo ni kawaida kabisa, haiko haiko straight. Alafu ni mchakato wa uponyaji kama nilivyoongea tayari, kwamba ni, ni mchakato wa kiasilia kabisa ambao Mungu ametuumba hivyo, ndio tunapona that way. Alafu hakuna namna sahihi ya kuomboleza wala kuwa na majonzi kuonyesha majonzi, ni kwamba hamna namna sahihi. Kwa hiyo mtu si direct mtu kwa no, usionyesha kwa namna yu, kwa namna namna hiyo, onyesha kwa... hapana, hamna namna sahihi. Kila mtu anaonyesha kwa namna yake pekee ya kipekee kipeke. Alafu hakuna pia deadline ya kuonyesha majonzi kwa okay, sasa hivi mwisho umefika wa kuonyesha majonzi. Hapana, hakuna deadline. Kwa hiyo akunaao, hamna tarehe ya mwisho ya kuomboleza. Ni kwamba kila mtu anaomboleza kwa magnitude anayoomboleza, kutokana na uzito wa kitu kilichompata. Kwa hiyo ni vizuri kabisa kuendelea kuomboleza mpaka natural process itakapopona kabisa, yani utakapopona kabisa, utakapokuwa mzima. Sasa hatua za, ma, za majonzi zimeelezewa na uh, Ross Kubla kwenye kitabu chake kinachoitwa Death and Dying. Ameelezea kuwa kuna hatua mbalimbali ambazo ni za kawaida kabisa watu kupitia wanapokuwa na majonzi. Hatua ya kwanza ni kuwa na shock au mshangao. Mara nyingi ukiambiwa labda ndugu yako amefariki, ni kwamba hatua ya kwanza ni mshangao. Unakuta mtu mwingine anazimia au mwingine anaanguka au Uh, utashangaa sana kupita kiasi. Hatua ya pili ni denial, kuto kukubali kwa kitu gani kimetokea kwa no, no way haiwezekani hicho kitu kimetokea, haiwezekani kabisa. Hiyo inatokea ukifiwa na mtu, au hata ukikuwa diagnosi na ugonjwa, kwa sababu sana majonzi pia yanatokea pale ukiwa labda ugonjwa ambao hujategemea umetokea, mtu bado unakuwa na denial. Hatua ya tatu ni hasira Unakuwa na hasira kwako, kuwa labda ninge, kwa nini sikufanya hivyo? Labda ningekuwa nimefanya hivyo. Hasira pia inakuwa projected kwa watu wengine, kuwa labda huyo amesababisha, angempeleka ndugu yangu mapema isingetokea hivi, au daktari angefanya hivyo isingetokea hivi, au ingekuwa hivi isingekuwa hivi, kwa sababu hatu accept ma kirahisi sana majonzi. Majonzi ni kitu kina hit hard na sio rahisi sana ku accept kirahisi sana. Alafu unakuwa na kipindi cha bargaining. Mtu hata umesikia kabisa umeona kabisa mwili wa ndugu yako umelaza watu, lakini bado unaona kama hii, jamani, hivi anaweza akaamka? Au kama ni hali yako ya, ya ugonjwa, hivi naweza nikapona, labda naweza nikapona, lakini bado unaona kama kuna possibility za kupona. Hatua inakofuatia ni depression, baada ya kuona kama uh, mbona nime expect kama mtu atapona hajapona. Kwa hiyo hatua nyingine ni depression ambayo ni huzuni kubwa ambayo itakupata, na wakati wa depression, ndio watu wengi pia wanaathirika sana. Alafu hatua ya mwisho ni kukubaliana na hali au uhalisia wa mambo, pale ndio mtu tunasema amepona. Yani sasa hivi unamuona kama alikuwa na huzuni sana, lakini baada ya muda sasa hivi anaweza aka move on akaendelea na maisha. Kwa hiyo hatua zote hizi mtu anaweza akapitia: anaweza kuwa na shock, kutokubali ukweli, ukapitia hasira, majadiliano, depression na kukubali hali. Kwa hiyo ukimwona mtu anapitia hizi usishangae, na hizi hatua hazifuati mpangilio maalum kama nilivyozitaja hapa. Ni kwamba haziendi straight. Kwa hiyo leo utakuwa na shock, kesho utakubali hali, sijui no. Zinaendaga kwa namna ambayo haieleweki, ni milima na mabonde. Leo unaweza ukajisikia uko depressed, kesho ukaamka ukajisikia na nguvu, kesho kuta ukajisikia unalia sana, siku nyingine ukajisikia kama una guilt sana, siku nyingine ukajisikia kama nime move on na inarudi hivyo hivyo. Kwa hiyo mpaka utakapopona kabisa, ndo hizo hisia kali zitapungua. Alafu Uh, usishangae mabadiliko ya hisia ni kawaida kabisa kwa kila mtu anayepitia majonzi. Alafu kuna jinsi mbalimbali ya kuonyesha majonzi. Kuna watu wanaoonyesha majonzi immediately anapopata habari za kitu alichopoteza, kama anapoteza ndugu, jamaa na marafiki, anaanza kuonyesha majonzi immediately. Kuna watu wanaoonyesha majonzi baadaye kidogo, uh, anachukua muda, anaanza kuchukua hata weeks au miezi Uh, kuanza kuonyesha majonzi na kuna watu wengine wanaanza kuonyesha majonzi, haonyeshi majonzi, anaficha maumivu ya majonzi, au anazuia hisia za kuonyesha majonzi. Sasa nataka kukuambia kwamba kuficha majonzi ni kitu kibaya sana, kwa sababu majonzi, ina maana ni kitu kimekuumiza ndani. Ndio maana watu wanalia, kwa sababu ya maumivu ambayo yamekuhiti ndani. Unapoficha maumivu, ni kwamba unatunza maumivu yako ndani, na maumivu unayoyaficha yatajitokeza tu kwa nje yatajitokeza na yatakuathiri kimwili na kiakili. Kwa hiyo usifiche maumivu wala usimshupalie mtu kwa ficha maumivu, yaani usilie sana, tulia. Hapana, kama ni wakati wa kulia, amepoteza ndugu, jamaa na marafiki, yeye ndo anafahamu anacholilia, na yeye ndo anafahamu ameumia kiasi gani. Mwache tu alie, kwa sababu ukificha maumivu ndani, yatajitokeza tu kwa nje. Ni kwamba unaficha sumu ndani, na ukificha sumu ndani, itakuathiri ndani na utaona dalili ya sumu kwa nje. Ndio hapo unakuta watu wengi walioficha maumivu ma, ma, ma ndani, unakuta baadaye anaanza kupata sonona, hofu zinamsumbua na anaanza kukosa usingizi sana, somatic problem hizo, maumivu ya mwili mbalimbali. Unakuta mtu anaanza kuumwa kichwa, sijui anaumwa miguu au anakosa usingizi na maumivu mengine mbalimbali ambayo yatajitokeza kwa nje. Kwa hiyo usifiche maumivu ndani, kuzuia huzuni sio kitu kizuri, utaathiri afya ya yako ya kimwili na kiakili. Ukiwa na majonzi, express your grief. Kuonyesha kwa nje yani una lengo la kuonyesha, lakini lia kama unajisikia kulia, go ahead and lia. Usifiche maumivu ndani, sio kitu kizuri kwa sababu itakuathiri sana. Kwa hiyo tutaendelea, somo letu la kuhusu majonzi litaendelea. Next time tutaongea kuhusu jinsi ya kukabiliana nayo majonzi au ya kupoteza mtu. Kwa hiyo stay tuned, na kama umependa video yetu, tafadhali usiache kusubscribe na pia kushare na watu wengine. Asante sana.